Nieleweke vizuri hapa. Ya, yaani ambaye amepoteza, yani huna hiyo kadi, lakini unakumbuka ulikata. Isitokee watu wakata usumbufu pale. Unayojua hujakata? Haumo unakwenda kushipaza mishipa ya shingo na mimi nilipoteza. Utaratibu huu mtofauti mwingine kwa wasumbufu. Bodi mtafute utashauri. Mtu akijua ana uhakika, yani kwamba wewe kadi ulikuwa hujakata, maana kunajua mlango tuliofungua huu sasa watakuja watu pale kusumbua tu mfumo. Mimi nilikata. Nitafute 07 sifuri saba, uwe na uhakika nayo, ili usitupe mlongo mrefu na watu wakashindwa kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo ambao ulipoteza kadi, vituo vimetajwa vya kwenda na siku ya mchezo jinsi gani, na bodi ya ligi wanawajali mashabiki wetu, mmepewa mpaka siku ya mchezo. Pia utaratibu geti A hey, na geti B hmm, si ndio eh? Yale mageti muende pale, mtakuta deski maalum mwisho kabisa. Unajua deski maalum, kama ushaenda kituo cha polisi kama mimi, kuna dawati pale maalum la ustawi. Yani kuna watu maalum, ndio wewe ambaye umepoteza kadi eh. Amempa heshima huyu mtu, yani kadi umepoteza na umekuwa deski maalum. Bodi ya ligi tupe nini tena? Mbona anatupenda namna hii? Jamani, taratibu mzuri. Yani kadi hukutunza mwenyewe, lakini siku ya mechi umewekewa geti eh, dawati maalum na geti maalum, ukifika pale unatoa taarifa zako bwana, mimi nilisajili kwa namba hii na hii, kadi yangu imepotea. Wanaingia kwenye system, wanaangalia wewe, almasi nani, unapewa cha kwako, unaingia ndani. Kwa hiyo hakuna ambaye alikata tiketi Machi nane akaikosa hiyo burudani kwa sababu za bodi au ncard au timu mwenyeji. Ziwe sababu zako wewe mwenyewe, lakini kama tiketi ulikata, ncard, bodi ya ligi, timu mwenyeji tumehakikisha tunakuhudumia ipasavyo, uweze kuingia kupata hiyo burudani. Kwa hiyo nikasema nilipitie kidogo hapo niweke msisitizo na mimi, watu wasije wakachanganya hapo. Kwa mimi nilikuwa na kadi yangu, na wewe ukaamka tena ukaenda makao makuu na kadi unayo wewe. Kama una kadi, tukutane uwanjani. Kama kadi ilipotea, ndiyo uende kwenye taratibu za